Kisha watu ambao Mungu anakupa unawapa sababu za kutosha za kukuamini, sio kwa maneno ya kuambia niaminini uh -uh, lakini kwa mfumo wa maisha unayoyaishi ya, ya kuongelee kwamba wewe ni mtu wa kuaminika trust. Kuaminiana ndiyo gundi inayowaweka watu pamoja kwa muda mrefu. Kibali kinawaleta na of course kinashiriki kuwatunza, lakini kibali minus trust, you are in big big trouble Maisha ya kukosea kosea maisha ya kuzingua zingua sana yatakuondolea kuaminika. Watakusamehe ni kweli, lakini kukusamehe haina maana wanakuamini kwa kiwango ambacho walikuwa wanakuamini kabla, kwa sababu kumsamehe mtu na kumwamini mtu ni vitu viwili tofauti. Carelessness inakufanya mtu usiyeaminika. Unaweza ukasamehewa hivi, lakini kwenye moyo wa mtu, yani umeshuka kupita kawaida, haupo ulipokuwa. Some things may never get to be normal again. Kuna level ya kukosea, unaweza ukakosea hata ukisamehewa, unaweza usirudi tena kwenye nafasi ambayo ulikuwa nayo mwanzoni. Mambo yanaweza yasibakie kuwa kama yalivyokuwa mwanzoni. Usiwe ni mtu ambaye uko careless, yani unaishi kivyo vyote tu no. Maisha ya kuishi kivyo vyote yatakuondolea imani ambayo watu walikuwa nayo juu yako. If you can't be trusted, hata kama favor ingekuwa ina nguvu kiasi gani juu yako, watu hawawezi kuwekeza kwenye maisha yako.